Nimuonyeshe mwalimu kwamba zile fimbo zake za kwenye vidole zile zilizaa matunda na alinisaidia kuwa na mwandiko mzuri, nitaandika. Lakini lakini la pili, la pili katika kuenzi shule yangu, nilikuwa safari nje ya nchi, nimepata wadau watakuja kufanya marekebisho makubwa Hili ni darasa ambalo nimelisoma darasa la kwanza, miaka thelathini iliyopita nikiwa hapa mwanafunzi wa darasa la kwanza, na walimu wangu wa darasa la kwanza, akiwa mwalimu Walugo na mwalimu Mwembano. Darasa hili ndio ambalo lilitujengea msingi wa kuweza kufika hapa tulipofika leo. Walimu wetu hao wawili wa darasa la kwanza walikuwa wakali sana, kiasi kwamba ilikuwa ni ukikosea kuandika, walimu walikuwa wana walikuwa na fimbo ya rula ya mbao ambapo walikuwa wanatuchapa kwenye vidole humu, ili vilitusaidia kuweza kuandika vizuri sana. Leo nina furaha kubwa kurudi tena Shule ya Msingi Mazengo baada ya miaka 30 na kama Antony ikiwa mtoto mdogo, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, leo narudi hapa kama mbunge na waziri wa madini. Niliona nitumie siku ya leo kurudisha shukurani kwa walimu wangu ambao kwa kiwango kikubwa sana wamesimama na sisi tangu utoto wetu mpaka leo tumefika hapa. Sio rahisi sana kuweza kuyafanya haya, lakini leo niliamua niyafanye haya kwa ajili ya kumbukumbu. Nimefikiria, nakumbuka historia ya maisha yangu miaka mingi iliyopita. Leo walimu wametusaidia tumefika hapa tulipofika. Kwa nitafanya kazi mbili, ya kwanza nataka nimuoneshe mwalimu kwamba zile fimbo zake za kwenye vidole zile zilizaa matunda na alinisaidia kuwa na mwandiko mzuri, nitaandika. Lakini lakini la pili, la pili katika kuenzi shule yangu nilikuwa safari nje ya nchi nimepata wadau watakuja kufanya marekebisho makubwa lakini <tabu> <tabu> la mwisho la mwisho walimu hawa, mwalimu Walko na mwalimu Wembano na walimu wengine wameshakuwa watu wazima sana hivi sasa sina cha kuwapa isipokuwa kwa mwalimu Marufu na mwalimu Mwembano, leo nimemleta afisa wa bima hapa, yuko hapa Bifrola <coughs> <coughs> ambaye ndo <And, tos> huwa anawakatia bima waheshimiwa wabunge pale bungeni. Nimemleta hapa leo, tutaanza hatua za mwanzo za kuwakabidhi bima waheshimiwa <coughs> <coughs> wawili <coughs> <coughs> bima ya thamani za shilingi milioni saba na <coughs> <coughs> kila mwalimu atapata bima ya milioni tatu na laki saba. Ina hadhi kama zile bima ambazo wanazo waheshimiwa wabunge. Nafikiri ili itamsaidia katika sababu yake yoyote na mahitaji ya dawa yoyote bila kuwa na kikwazo chochote ndipo tulipoanzia kutagea tisini na sita nilikuwa stahafu, sijafika hapo. <laughs> lakini kwa ajili yako. <laughs> na ni mpaka Nyaga, darasa nilikuwa nafundisha na ni lile. Mwenzangu akipata matatizo naingia na hili, <laughs> nami nikipata matatizo anaingia na lile. Kwa hiyo tulikuwa tunapishana. Mungu awabariki.